Haya jamani, waandishi wa habari, tunawashukuru sana e, hapa tulipo ni daraja la Kigongo Busisi e, linaunganisha wi, wilaya mbili, wilaya ya Sengerema na wilaya ya Misungwi katika mkoa wa Mwanza. E, mradi wetu mpaka leo umefika asilimia 99. Ni mradi mkubwa ambao umetekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kutoa suluhisho la usafiri kwa wakazi wa kanda ya Ziwa huu ni moja kati ya miradi ambayo inategemewa kuchechemua uchumi wa Tanzania kupitia ukanda eh, wa kanda ya ziwa, lakini limekuja kama utatuzi muhimu wa usafiri kwa wakazi wa kanda ya ziwa ambao walikuwa wanavuka eneo hili kwa kutumia vivuko, walikuwa wanapoteza zaidi ya saa nne kwenye kivuko wanasubiri kuvuka. Serikali imeamua kuwekeza hapa fedha zitakazotumika hapa ni zaidi ya bilioni mia saba mpaka kukamilika na sasa hivi kazi zilizobaki ni ndogo ndogo za kuchoza kuchora hizi uh, alama za barabara lakini pia kuweka maeneo ya kutenganisha kati ya watembea miguu na magari, lakini pia kule kwenye barabara ambazo zinaingia kwenye daraja na kwenyewe kuweka zile zile pavement yale maeneo ya pembeni. Lakini kwa sehemu kubwa daraja limekamilika. Kinachosubiriwa sasa ni Mheshimiwa Rais kuja kufanya uzinduzi rasmi wa daraja. Ni jambo kubwa la neema, nimeona niwalete hapa waandishi wa habari ili muone kazi kubwa iliyofanywa na serikali ya uwekezaji mkubwa wa daraja kubwa Afrika Mashariki na Kati, daraja kubwa namba sita barani Afrika. Ni moja kati ya madaraja ambayo nchi nyingi za Afrika zitakuja kujifunza hapa. Ni kama vile tumeunganisha kisiwa na kisiwa ni kupitia daraja hili. Kwa hiyo na daraja letu ni daraja ambalo litakuwa na uhai mrefu wa miaka mia moja. Uhai wa hili daraja ni miaka mia moja. Mia ni moja kati ya miradi mikubwa ya ukanda huu wa ziwa na uwezo wake wa kupitisha mzigo hapa ni tani 160. Serikali ya awamu ya sita wakati inaingia madarakani ujenzi wa daraja hili ulikuwa asilimia 25. Awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imekamilisha mradi huu kwa asilimia sasa, tunakaribia mia moja, tuko asilimia 99. Actually asilimia moja iliyobaki ni ya kwa ajili ya hizo kazi ndogo, ndogo nilizozisema, lakini kimsingi ujenzi wa daraja hili umekamilika. Hapa kinasubiriwa kibendera tu, wakati wowote waziri wetu wa ujenzi aje apeperushe kibendera, pengine katikati ya mwezi huu watu waanze kupita kwenye hili daraja, wakati tunasubiri tukio kubwa la uzinduzi wa daraja. Uh, kabla ya hili daraja uh... Umeku, limekuwa ikiunganishwa na vivuko vikuu vitatu. Kuna MV Mwanza, MV Misungwi na MV Sengerema. Kulingana na idadi kubwa ya magari na abiria wanaopita, wamekuwa wakitumia takribani masaa ma, mawili au zaidi kuvuka kutoka upande moja kwenda upande wa pili. Lakini daraja litakapokamilika uh, itakuwa ni dakika tatu takriban kuvuka. Daraja hili kwa ujumla maendeleo ya huu mradi mpaka sasa ni asilimia 99. Uh, mpaka sasa toka kuanza kwake kwa huu mradi ambapo tulianza tarehe 25 mwezi Februari mwaka 2020, uh, umeweza kutoa jumla ya ajira 33505 ambapo kati ya hizo asilimia 91.9 ni ajira zilizo tulizopata wazawa wa Tanzania na asilimia 8.1 ni, ni wageni. Uh, mpaka sasa tumeweza kumlipa mkandarasi jumla ya shilingi bilioni 539 kwa madai yote aliyoomba. Kwa hiyo mpaka sasa hatudai pesa yote, tunasubiri akamilishe uh, kazi aombe zani tumalizie malipo.